Watazamaji wa Sam TV tunaokaribisha tena kwenye kipindi chetu cha Aya ni maisha yetu. Huku nami mtangazaji wako S Wilonja tumekuja kumtembelea mchungaji wa kanisa la Moravian. Karibu tumtembelee. Mtazamaji wa Sam TV tumefika ofisini kwa mchungaji wa kanisa la Moravian. Karibu tuongee naye mawili matatu <tipasana> Mwana kundo amishinda. Tufuate. Asante sana. Asante. Ah, tumekutembelea kiri tu kuongea na uwe mauli matato. Sawa. Asante sana. Kwa kutini? Ah, muna shida. Asante sana. Cali. Asante. Mwana kwa Asante sana. Kazi inendelea aje? Inendelea vizuri. Namshukuru Mungu. Asante sana. mhm <coughs> <coughs> <Asante sana. tose> <coughs> <coughs> um, Ah, um, Mchungaji, sisi ni Sam TV. Ah mm-hmm. Uh, tuliona tuje tukutembelee siku ya leo sawa, ili tupate kuongea na wewe mawili matatu sawa. Uh, tutakuwa na maswali mawili au matatu, sijui kama itakuwa ni vema. Ah ni vema. Asante, asante, endelea tu sana. Ah uh, jina lako ni nani? Mimi naitwa Mchungaji George Robert Kaliati George Robert Kaliati ulianza kufanya um, kazi hii ya Mungu kuanzia mwaka gani mpaka mwaka gani? Nilianza kazi kufanya kazi ya Mungu 19 on first, uh, first March 1987 1987, ndio umesha kuwa na experience kubwa ndiyo, asante sana ndiyo. Katika kazi hii ya Mungu kwenye kanisa la Moravian kuna watu wengi kama nani? Mimi ni mchungaji tu, tunabadilisha badilisha position inabadilika badilika mm -hmm. ikipita miaka nne mm -hmm. unakuwa uchaguzi mch mm -hmm. pengine ukipata ul bahati unachagua mm -hmm. unachaguliwa kuwa mwenyekiti wa wa wa jimbo wa, wa, wa, wa, mm -hmm. sasa hizi niko mchungaji hapa kwa kanisa la Zareka. Asante sana, naweza um, mm, uh, nikauliza, kuna maneno tunayoyasikia kusema mchungaji, kuna reverend na kuna askofu Mm-hmm. Je, katika uh, kazi hizi tatu au katika posti hizi tatu wewe unatumika kama nani? Natumika kama reverend. Kama reverend. Je, kati ya pastor na reverend, nani ambaye yuko juu? Hapana, wote ni sabato, wote ni sabato. Sasa kwa nini hayo majina saba, saba, yanakuwepo anakuwepo kwa na kanisa madhehebu mbalimbali yanakuwepo kwa mazehebu mbalimbali. Ndio nilipouliza mmoja wa wafuasi nikamuuliza ninahitaji niwe na mazungumzo na mchungaji wa kanisa, nikamuuliza naweza nikaanza na neno gani? maana makanisa mengi wanaanza na Bwana Yesu asifiwe, lakini kanisa la Moravia linaanza na mwana kondoo ameshinda. Ndio, mwana kondoo ameshinda. inamaanisha nini? mwana kondoo ameshinda, tunamchukulia Yesu Kristo kama mwana kondoo mm -hmm. alitufia msalabani mm -hmm. alifanya vyote iwe tu uhuru wa kuhubiri neno la Mungu. Asante sana. mm -hmm. ili kanisa la Moravia lilianzia wapi? Ni mwanzilishi wa ile kanisa la Moravia alilianzia wapi? Ah, Uh, kanisa la Moravia ilianza Czech Republic mm -hmm. mwaka 1457 mm -hmm. kabla hakuna hapo hapo wepo kama kanisa mengine mm -hmm. kulikuwa tu kanisa moja ndio, mm -hmm. la Roman Catholic mm -hmm. sasa hao walioanza kanisa la Moravian alikuwa, uh, alitoka kwenye kanisa la Roman Catholic. Mhm. Mm Ni -hmm. John tunamuita John Hass. Mm yeah. -hmm. ambaye alianzisha kanisa hili la Moravian ni John Hus. John Hus. Ah, uko kwenye hichi nilimesahau Czech Republic. Czech Republic. Yes. Czech Republic. Czech Republic. Yes. Uh, neno hili Bohemia. Bohemia. Bohemia. Bohemia. Yeah. Neno hili Moravian linamaanisha nini? Moravian ni mji. Okay. Watu walioanza kanisa la Moravian mm -hmm. alitoka kwenye mji unaitwa Moravia. Moravia. mm -hmm, sasa wao watu wakaitwa Moravia. Kwa, kwa nini walichukua mji kuliko kuchukua neno fulani kwenye maandiko ya Mungu? Hapa tunaona huyu aliyeanzisha kanisa mm -hmm. alitoka mji. Ndio mm -hmm. mm -hmm. Maana anasema Moravia, na nimesikia umesema kwamba John Huss alitoka kwenye kanisa la Katoliki mm -hmm. na walio wengi wanasema Uh, mm -hmm. Maabudio ya Moravian yanakuwa yanafanana na Katoliki, yanakuwa sawa sawa na Katoliki. Je, ni kweli hapo? Ni kweli. mm huyu -hmm. Jonas alikuwa uh, padre wa wa kanisa la Roman Catholic. mm -hmm. Sasa alipokuja huko, alipoanza kanisa hili mm -hmm. akafuatilia hizo hizo, ziko ziko kule mm -hmm. hata leo tumsema leo maneno tu- tuangalie vitabu maneno allahubilia kesho, atakuwa sawasawa na Moravia. Amana tofauti ni sawa sawa, tunaweza naweza kusema kwamba kama Moravia, kana kama Kristo mm -hmm. anaotoka Roman Catholic kuja Moravia mm habatizwe -hmm. kama aabatizwa akitoka makanisa mengine anabatizwa eh, makanisa hao nao sema ni makanisa hao Maprotestanti. Asante sana, ni nini kilichomfanya John has apate Apate mahomu ya kufungua kanisa hili la Mwanza. Bwana Jumbe Hasi alikuwa msomaji sana. Mm -hmm. Alisoma ana, baada ya kusoma mm -hmm. aka akaona kwamba hii Roman Catholic mm -hmm. haifai kwa vitu vingine. Mm -hmm. Mtu aki aki aki aki aki, aki, aki, aki, akifa mm -hmm. Uh, anaweza kwa Roman Catholic ina mwambia wazazi uh, wake au friend au nani, ulipe. Ukilipa basi huyo atawsameewa a zake. Sasa John mm Hasa -hmm. akaona sio vema mm -hmm. lakini kutubu ni wewe mwenyewe uliofanya io ayeezekane. Akaanza kanisa la Moravia mm -hmm. alipoanza kanisa la Moravia hawa wa Roman Catholic alimshika ali mm -hmm. na kumchoma moto. Kweli alichoma moto pole sana. Eh, alikufa anaongea za Yesu Kristo. Ndio mm -hmm. pole sana. Asante. Ah um, kwa jinsi ninavyosikia uh, kanisa la Katoliki hawaruhusu watumaji au wasimamizi wa makanisa kuoa. Je, Moravian inaruhusu hiyo? Kweli kabisa. Ah, inaruhusu. Na una familia? Nina familia. Nina watoto ngapi? Nina watoto nane. Watoto nane. Ndiyo. Asante sana. Ndiyo. Um, kanisa ile la Moravian linapatikana katika inchi ngapi ulimwenguni? Ah, uh, niseme kwamba kanisa la Moravian inapatikana worldwide. Mm-hmm. Lakini iko kote tu. Mm-hmm. Eh. Mm-hmm. Worldwide, well, well, Africa. Mm-hmm. And uh, then Europe.

kanisa vizuri kwa uh, jinsi nilivyosikia baada ya kufundishwa, inahitajika apitie uh, ya hatua fulani ili afundishe. Je, kama jinsi ulivyoongea, umesema kwamba katika nchi ya Malawi, uh, kanisa la Moravian linapatikana kwenye bara la Afrika, yeah. uh, kwenye hili bara la Afrika, je ni nchi ngapi ambao Moravian alipatikana? Na kama huyo mtu ambaye hajafundishwa mambo ya Moravian, kwa sababu Moravian ni sawa sana na katolika na kama yeye asipojua maana